Apatikana wapi huyo? mm. Ana thamani kuliko johari 11. Mumewe mm. Umwamini kwa moyo kwake, apata faida daima namwisho kamwe hamtendei mumewe mabaya mm. ambali utendeea mema maishani, utendeea mema maisha yako yote. Amen, Bwana Yesu atukuzwe. Hapa tunapata sifa ya pili ya mama mwenye hekima Bwana, the second verse of a wise woman. Asimini, mwanamke mwema tumpate wapi? Wewe unifanye, want you to give us, tumpate wapi? Wewe unifanye. Asema amefananishwa na johari. They compare it

Na kitu ambacho alikaficha ni kwamba wakati alikuwa bado msichana, wewe ladies, alikuwa anasema mimi nikiolewa, napenda niolewa na bwana mwenye masharubu